Karibu sana kwenye Daizo Vocal. Leo nitakufundisha somo ambalo watu wengi hawataki ujue. Nitakuonyesha siri ya kutengeneza sauti ya msanii mkubwa bila kutumia studio kubwa wala vifaa vya bei ghali. Ndiyo, ukiwa kwenye studio ya nyumbani unaweza kupata sauti ya kimataifa kama msanii mkubwa. Fuata somo hili hadi mwisho. Siri ya autotune sahihi. Watu wengi wanaharibu sauti zao kwa kutumia autotune vibaya. Siri ni hii: kwanza, hakikisha unajua key ya biti yako. Kwenye autotune weka retune speed kati ya 8 hadi 12, ili upate ladha ya kimataifa bila sauti ya robot. Usiharakishe, badilisha humanized settings hadi vocal iwe na uhalisia hii ndiyo siri ya sauti inayosikika kama msanii mkubwa, lakini bado inaonekana natural. Vocal EQ ya kiwango cha studio kubwa. Siri ya pili ni equalizer. Watu wengi huacha vocal yao ikiwa nzito sana na haipiti kwenye beat. Kata frequency ya chini kwenye 80 Hz ili kuondoa uchafu usiohitajika. Pandisha kidogo kwenye 3 kHz hadi 5 kHz. Hapa ndipo vocal inang'aa na inapenya vizuri kwenye mix. Usipuuze hii hatua kama unataka sauti ya kitaalamu. Delay na reverb ya depth. Siri ya tatu ni delay na reverb. Usitengeneze vocal kavu, weka kidogo slap delay ili kuleta echo ndogo inayosikika kama msanii yuko jukwani. Tumia reverb yenye plate settings kwa vocal ya karibu na whole settings kwa vocal ya mbali. Siri ya mafanikio, usifanye reverb iwe kubwa sana, changanya kwa kiasi ili ipewe vocal nafasi ya kupumzika bila kufunika sauti. Plugins tatu za bure zinazobadilisha vocal. Najua unataka sauti kali, lakini huwezi kumudu plugins za bei ghali. Hizi hapa plugins tatu za bure zinazokupa matokeo ya kimataifa: TDR Nova kwa mastering EQ, OTT Multiband Compressor kwa kuongeza nguvu ya vocal, na Voxengo Old School Verb, i reverb ya bure yenye depth na clarity. Zikitumika vizuri, hizi plugins za bure zinaweza kushindana na plugins za kulipia. Siri ya reference na kuweka kiwango. Watu wengi hawatumii reference vizuri. Pakua wimbo wa msanii mkubwa unaopenda, weka kwenye DAW yako pembeni ya project yako. Sikiliza tofauti kati ya vocal yako na yao. Rudia EQ, rudia compression, rudia levels hadi usikie vocal yako imekaribia level ya wasanii wakubwa. Siri kubwa: sikio lako ni mwamuzi wa mwisho. Je, inakaribia? Kama inakaribia, uko njiani kuwa msanii mkubwa. Hapo ndipo hatua za mwisho za kutengeneza vocal kama msanii mkubwa ukiwa studio ya nyumbani. Umejifunza kitu kikubwa leo? Kama ndio, andika kwenye comments naipenda Daizo Vocal. Subscribe sasa, kwa sababu somo lijalo nikakufundisha plugin ya siri ambayo wasanii wakubwa wanaitumia lakini hawasemi. Asante kwa kutazama. Daizo Vocal, tunatengeneza sauti ya kimataifa ukiwa studio ya nyumbani.